Mgombea wa urais kupitia chama cha TLP Yustas Rwamugira amefika katika eneo la soko la Karume na kuahidi wafanyabiashara hawa, kwanza kuwasajili, lakini pili kuwapa fedha kila mfanyabiashara na baadaye kulipa kidogo kidogo bila ya riba. Kila mfanyabiashara apewe pesa ambazo zitakuwa zinarudi kidogo kidogo kidogo kidogo, hata miaka mitatu hazina riba hazinali ni pesa zenu, mtapewa, mzifanyie biashara, nazipite kwenye budget, bunge lipitishe kwa nchi nzima. Mko biashara fanyabiashara wangapi? Simbuko kibao, yaani kila sekta ya biashara awe mamantirie, waorozeshwe wote, wawe na namba, wawe na vitambulisho, wapewe pesa. Wakati huo huo, Yustas Rwamugira ameahidi kuwa iwapo wananchi watampa ridhaa ya kuiongoza Tanzania atahakikisha anakusanya watoto wote wanaoishi katika mazingira magumu na kuwapa elimu. Tuwalee, tunapowateketeza watakuja kuwa baadaye kizazi kibaya ambacho hakijui hili wala lile, watatumika kufanya uhalifu, watatumika kuwa majambazi kwa sababu hawaelewi mazingira. Kwa hiyo mimi nasema mkinipa serikali yangu tarehe 29 yalivoyapata ikawa rais wetu, ni lazima niyatekeleze yote na yoko kwenye irani, na lazima bunge liyapitishe. Mgombea urais kupitia chama cha TLP Yustas Rwamugira ametumia nafasi hii kuwa nadi wagombea ubunge katika majimbo mbalimbali, lakini pia kuomba kura ili kupata ridhaa ya kuiongoza Tanzania. Mimi ni Joseph Mpangala, Azam News, Dar es Salaam.